au umbo lolote mnaloliona kubwa katika vifua vyenu. Watasema, nani atakayeturudisha tena? Sema, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza. fasayunghiduna ilayka ruusuhum wa yaquluna matahu kul asa an yakuna qariba watakutikisia vichwa vyao na watasema lini? Hayo sema asaa yakawa karibu. yauma yadukum fatastajibuna bihamdihi watadhunnuna in labithtum illa qalila, siku atakapokuiteni na nyinyi mkamwitikia kwa kumshukuru na mkadhani kuwa hamkukaa ila muda mdogo tu u s ynah n nsn mubn. Waambie waja wangu waseme maneno mazuri, maana shaitani huchochea ugomvi baina yao hakika sheitani ni adui aliyedhahiri kwa mwanaadamu. rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum aw in yasha yu'adhibkum wama arsalnaka 'alayhim wakila, Mola wenu mlezi anakujueni vilivyo, akipenda atakurehemuni na akipenda atakuadhibuni

tumewafadhilisha baadhi ya manabii kuliko wengine, na Daudi tulimpa Zaburi. kul idu alladhina zaamtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Sema, waombeni hao mnao wadaiya badala yake yeye

Ao wanaowaomba wao wenyewe wanatafuta njia ya kwendea kwa Mola wao Mlezi, hata miongoni mwao waliokaribu mno, na wanataraji rehema zake na wanaihofu adhabu yake. Hakika adhabu ya Mola wako Mlezi yafaa kutahadhari nayo.

Wama nursilu bil ayati illa takhwifa, na hapana kinachotuzuia kupeleka miujiza ila ni kuwa watu wa zamani waliikanusha, na tuliwapa watu wa Thamudi ngamia jike kuwa ni ishara iliyo dhahiri, lakini walidhulumu kwayo, nasi hatupeleki ishara ila kwa ajili ya kuhadharisha wa in

na tukuifanya ndoto tuliyokuonyesha ila ni kuwajaribu watu na mti uliolaaniwa katika Qur'an. wa nukhawifuhum fama yaziduhum ila tughyanan kabira, na tunahadharisha lakini haiwazidishii ila uasi mkubwa win kulna lilmalaikati sjuduu liadama fsajaduu ila iblisa qala aasjudu liman khalaqta tina, na pale tulipowaambia malaika msujudieni Adamu wakamsujudia isipokuwa Iblisi akasema, je, ni msujudie uliyemuumba kwa udongo?

nitawaangamiza kizazi chake isipokuwa wachache tu. qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, Allah akasema: ondoke lea mbali atakaye kufuata katika wao, basi Jahannam itakuwa ndiyo malipo yenu Malipo ya kutimia. Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib wa alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum wa fi amwali wal aulad wa idhum, na wachochee wawezao katika wao kwa sauti yako na wakusanyie jeshi lako la wapandao farasi na waendao kwa miguu na shirikiana nao katika mali na watoto na waahidi. Wama yaiduhumu shaitanu illa ghurura, na shaitani hawapi ahadi ila ya udanganyifu. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Hakika wewe huna mamlaka juu ya waja wangu, na Mola wako mlezi anatosha kuwa ni wa kutegemewa. Rabbukum alladhi yusji lakum alfulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Mola wenu mlezi ndiye anayekuendesheni merikebu katika bahari

na inapokufikieni taabu katika bahari, au mnaoomba wanapotea isipokuwa yeye tu, na anapokuvusheni mkafika nchikavu, mnageuka ama mwanadamu, ni mwingi wa kukanusha. Afa amin Wakila je, mmeaminisha ya kuwa atakulilimizeni upande wowote katika nchikavu au kwamba atakuleteni tufani la kokoto, kisha msipate wa kumtegemea? Au mmeaminisha

Au mmeaminisha ya, ya kuwa atakurudisheni humo mara nyingine na kukupelekeeni kimbunga cha upepo akakuzamisheni kwa mlivyokufuru na kisha msipate wa kukunusuruni nasi.